esi ni takataka za chikoni wapi? Haukuruhusiwa kupita mahali popote kwenye geti la kwake. Tunaenda sawasawa. Sasa unisikilize, kwa sababu ni lango la uchafu watu we sing, wengine wasingeliombea wangeliacha no. Biblia inasema lazima litakaswe. Na lenyewe umaye kujiuliza, ni kwa nini watu wengi sana wanapata shida chooni? Kwa sababu huwa hawaombei choo. Maye kufikiri ni kwa nini watu wengi sana wanaanguka wanapata stroke chooni na bafuni? Kwa sababu watu hawaombei choo na bafu, na lile ni lango kubwa sana. Unajua lango ni lango tu, anayetaka kuingia kama ana ufunguo anaingia, kama halina ufunguo anaingia tu na anatoka anavyotaka. Mapepo mengi sana yanapitia chooni. Unasema Mwakasege unaongea kitu gani? Cheki kama uti haiishi. Sasa sikuambii kila uti tatizo lake ni hilo. <laughs> Lakini uti nyingine ni pepo tu. Ombea toileti yako, ombea choo chako, alafu uone kama ni uti inayotoka kwa ile roho wa adui, itakatika saa hiyo hiyo, hutaiona tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoingia kwenye hoteli mahali popote pale, ombea bafulako ombea choo, ni lango. Kama unafikiri natania, kawaulize wachawi, wengi wanapitiaga huko kwa sababu ni lango linalosahauliwa. Hallelujah. Hallelujah. lakini kama tumbo la uzazi ni lango.